Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewaasa watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye magereza kwa Tanzania Bara na vyuo vya mafunzo kwa Tanzania Zanzibar kufanya kazi kwa weledi. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji wa Mahakama ya Rufani Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ametoa rai hiyo wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku tatu kwa watendaji hao wa magereza, mafunzo ambayo yameanza leo mkoani Dodoma sambamba na Unguja kwa vyuo vya mafunzo Tanzania Zanzibar. Sina shaka kuwa kuteuliwa kwenu kunatokana na ujuzi, uwezo na weledi mlionao katika kutekeleza majukumu ya kitaifa likiwemo zoezi la uboreshaji wa daftari ambalo ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini na ishirini na tano. Jaji Mwambegele amewahakikishia watendaji hao kuwa tume itawapa ujuzi wa kutosha wanadharia na vitendo ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Ni matumaini yangu kuwa katika semina hii kila mmoja wenu atapata elimu na ujuzi wa kutosha utakaomwezesha kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa, wakati uandikishaji wa wapiga kura vituoni utakapofanyika. Mafunzo haya yatafanyika kwa njia ya nadharia na vitendo, ambapo yatahusisha ujazaji wa fomu mbalimbali, matumizi ya mfumo wa kuandikisha wapiga kura ya Voters Registration System VRS, pamoja na kupata uelewa wa kina wa kutumia kwa ufasaha vifaa vitakavyotumika wakati wa zoezi hili. Akifungua mafunzo kama hayo kisiwani Unguja ya Zanzibar kwa watendaji wa vyuo vya mafunzo, makamu mwenyekiti wa tume, jaji mstaafu wa mahakama ya rufani, mheshimiwa Mbaruk Salim Baruk, ametoa wito kwa watendaji hao kuvitunza vifaa vya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. inatoa wito kwenu kuhakikisha na vitunza vifaa vyote vitakavyotumika katika zoezi la uboreshaji wa daftari na kuzingatia maelekezo yote yatakayotolewa na Tume, ili muweze kuyafanyia kazi kwa ufasaha wakati wote wa utekelezaji wa zoezi hilo. Aidha, napenda kuwahakikishia kuwa maafisa Jaji Mbaruku pia amewahakikishia watendaji hao kuwa maafisa kutoka Tume watakuwepo muda wote wa zoezi hilo na kwamba endapo watapata changamoto ya aina yoyote ile, wasisite kuwasiliana nao. Maafisa kutoka tume watakuwepo muda wote wa zoezi na endapo mtapata changamoto ya aina yoyote, msisite kuwasiliana nao. Kwa maelezo haya machache ninawatakia mafunzo mema na utekelezaji mzuri katika zoezi hili ambalo linatarajiwa kuanza tarehe 28 uh, Juni mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba, zoezi hilo la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, uboreshaji huo utafanyika kwa siku saba kuanzia Juni 28 hadi Julai 4, 2025, ambapo watakaohusika ni raia wa Tanzania wenye sifa ambao ni mahabusu wafungwa na wanafunzi wa vyuo vya mafunzo waliohukumiwa kifungo chini ya miezi sita. Kumbuka, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dodoma, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.